Mheshimiwa Waziri wa Fedha, mgeni wetu rasmi, sekta ya madini hivi sasa imeongeza mchango wake kwenye pato la taifa kutoka asilimia 9.0 kwa mwaka wa fedha 2023 2024 mpaka asilimia 10.1 kwa mwaka wa fedha 2024 2025 malengo ya sera yetu ya madini ya mwaka elfu mbili na tisa, na mpango wa maendeleo wa taifa ulielekeza kwamba ifikapo mwaka elfu mbili na ishirini na tano sekta hii ichangia asilimia kumi kwenye pato letu la taifa. Tumeifanya hiyo kabla ya mwaka uliolengwa, kwa maana mwaka mmoja kabla ya mwaka uliolengwa, tayari sekta hii inachangia kwa zaidi ya asilimia kumi nukta moja kwenye pato letu la taifa lakini pia mwaka 2015 mwaka elfu mbili na kumi na sita sekta ya madini ilikuwa inaingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni mia moja na sitini na mbili mwaka mzima, yakiwa ndo makusanyo yanatokanayo na sekta ya madini. Baada ya kufanya marekebisho ya sheria mwaka elfu mbili na kumi na saba na tukaongeza udhibiti wa biashara ya madini, hivi sasa sekta ya madini inachangia katika mfuko mkuu wa serikali kwa mwaka wa fedha wa uliopita tumechangia shilingi bilioni 753 kwa mwaka kutoka shilingi bilioni mia moja na sitini na mbili kwa mwaka 2015. Na, na malengo ya mwaka huu, mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni moja. Mpaka tunavyozungumza siku ya leo, zikiwa zimebaki siku kadhaa kufikia mwisho wa mwaka wa kifedha tumeshaingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali zaidi ya shilingi bilioni mia tisa na sabini. Kwa imani yetu ni kwamba kabla mwaka haujageuka tutakuwa tumesha kuingizia trilioni moja, na hii inakwenda kuandika historia haijawahi kutokea kwa sekta hii kuingiza fedha nyingi kiasi hicho katika mfuko wetu mkuu wa serikali baada ya kufanya marekebisho ya sheria kifungu cha hamsini na tisa cha sheria ya madini sura ya 123 123, ambayo ilitoa maelekezo ya kutengwa asilimia 20 ya madini yanayozalishwa nchini kwa ajili ya kuchakatwa, kuyeyushwa, kusafishwa na kufanyiwa biashara ndani ya nchi, lakini timu ya Benki Kuu ilikaa imara, ikatoa elimu. Leo wachimbaji wote wadogo kama mtu ana dhahabu yake, mtu wa kwanza kumkimbilia ni BOT, na anakuuliza kabisa BOT asije akasimama. Wana imani kubwa, wamenufaika sana. Na moja kati ya sifa kubwa ambao benki kuu waliifanya katika zoezi hili ni instant payment, hiyo ndio imeifanya hivi sasa wachimbaji wadogo wengi wanavutika na kufurahiwa na zoezi la kununua dhahabu kupitia BOT. Niwashukuruni sana kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya ni dhamira na mpango wa serikali kuhakikisha madini yanaongezwa thamani ndani ya nchi. Kifungu cha mia moja D kubwa cha Sheria ya Madini kinazuia usafirishaji wa madini nje ya nchi pasipo kuongezwa thamani. Katika kupiga hatua kwenye eneo hili, tumeendelea kuhamasisha wadau mbalimbali wakiwemo wawekezaji kujenga viwanda vya kuongeza thamani madini yetu hapa nchini.